Mzigo unaanza kuna mchumba analiangalia tango kwa matamanio kinoma. Sasa sijui anataka kulifanyia nini, ila yupo makini vibaya mno, wa Nigeria wanaita kokumba. Binti analishikashika tango huku anaangalia kulia na kushoto, ghafla akaanza kulilamba. Oho, sasa mbona anaenda deep hivi? Alafu yupo nje, lakini pale pale akaanza kulitumia ili ajiridhishe kabla hajafika mbali, mama yake akatokea. Bimkubwa akashangaa kinoma. Mzigo unaitwa Gang of Four. bimkubwa baada ya kutoka akaenda kwa rafiki yake akamwambia, mwanangu anataka kuniua. Kwanza sijui kama ni mwanaume au ni mwanamke. By the way, yule dada anaitwa Oma. Kipindi cha nyuma alikuwa binti mzuri sana, ila ghafla akabadilika akawa tomboy. Sasa haijulikani ni nini kimembadilisha. Mchongo wake mkubwa ni kukaba moja. Kati ya maombi yako makubwa unapotoka nyumbani ni kuomba usikutane naye. Sasa huku tunakutanishwa na hawa jamaa wengine, wapo watatu ambao ndio wanamkontrol, ukimjumlisha na yeye wanakuwa wanne ndio maana wanajiita gang of four kwa sababu wapo wanne. Hapa zinavutwa bangi tu na mipango mipya ya aina ya ukabaji. Hapa bi mkubwa anakumbuka namna ambavyo binti yake alikuwa alikuwa na tabia nzuri anapigilia magauni safi kabisa. Kiufupi, bimkubwa alikuwa anajivunia sana binti yake, umwambie kitu kuhusu binti yake. Hapa kuna mwamba akamvuta kwenye jumba bovu, anamwambia sikia, nataka uichape mpaka ichanganyikiwe. Yeye hajali kuhusu mazingira. Mwamba naye hakuwa na haya kabisa, akafata maagizo. Wakati jambo linaendelea, bimkubwa anapita eneo lile lile. Sasa akawa anasikia ile sauti, na kwa bahati nzuri sauti inajieleza kabisa kuwa kuna watu wana jambo lao pale. Bi mkubwa akaona bana, lakini akamaidi kinoma. Akamwambia Mwamba, nilikwambia uwe fasta, ona sasa bimkubwa akafika hata sijalizika. Bimkubwa anapitia wakati mgumu kinoma. Sasa huko kwenye kijiwe chao, kuna mwamba anaitwa Bulet. Huyu mshikaji ndiyo huwa anamtumia akiwa anahitaji kujiridhisha kimwili. Akijisikia tu anamvuta bwana mdogo, wanaenda kumaliza majambo yao pale pale kijiweni. Hapa akaenda duka la madawa, akamwambia muuzaji, nafikiri nina malaria kwa sababu nafanya kazi ngumu sana usiku lakini lengo lake, yule dada anayeuza dawa akigeuka tu, anaiba simu na akafanikiwa kumaliza mchezo kweli. Baada ya kupiga tukio akarudi nyumbani, lakini ameasilika sana na michezo ya kuchezea matango. Wala haangalii mahali hapo, yupo sebuleni na anataka kukiwasha. Binti anachezea tango, hawazi kama mama yake atamkuta kuda dedeki. Yani wazee wa kijiji wanaamini kuwa huyu binti ndiyo anafanya mvua zisinyeshe kabisa pale kijijini kwa sababu ya michezo yake. Huyo ni yule rafiki wa mama yake, amekaa na binti yake anamkanya asimuone tena na Oma ili asije akamwaribu na yeye, lakini huyu dada anatamani sana maisha anayoishi Oma na yeye anatamani awe tomboy, ila huyu anavyoonekana atapendeza sana, kwa sababu sura inambeba. Bimkubwa ikabidi yamwite Oma ili amsihi abadilike. Bimkubwa akapiga sana kelele, Oma kama amsikii kabisa. Mama akaongea wee, alipomaliza Oma akasimama cheki mwili ulivyojaa shanga, huyo fasta kasepa. Breki ya kwanza alipotoka nyumbani ni kwenda kwa mama Mwite.

Kaanza kuchagua moja baada ya lingine, mara ya rambe, mara ya shikeshike, mara ya jaribishe kama yatamtosheleza yani, ili mradi tu. Mama wa watu anashangaa kinoma. Alipomaliza akasepa bila hata kuyalipia hayo matango. Sasa kwa sababu nyumbani kama wanamzingua hivi, Oma akaamua kusepa, yani akachukua kila kitu ambacho kina mhusu lengo lake. Akaishi na wale masela ili iwe rahisi kupiga michongo yake. Nyumbani ni kama wanamzingua tu. Alipofika kwa wanaye kwanza akaanza apa mchoro wa mchongo ambao wanatakiwa kuufanya: mtu mmoja atasimama kwenye geti na wawili watasimama mlango wa sebuleni, alafu yeye ataingia ndani kuiba. Mchoro ukawa umekamilishwa kama hivyo. Sasa huu ni usiku, muda wa ile mishini ambayo walikuwa wanaipanga. Kweli bwana, kafanikiwa kuingia na akatoka na begi la hela. Sasa kwa sababu hili kundi limekuwa tishio mtaani, ikabidi kianzishwe kikosi maalum kwa ajili ya kuwatafuta, na maagizo ni kwamba watakapopatikana basi ni kifo. Yule dada aliyekuwa anatamani kuwa kama Oma hatimaye amefanikiwa kuingia kwenye kundi la kina Oma rasmi, na yeye amekuwa mwizi. Hapa Oma anampa rules na namna mikakati ya kundi inavyoendeshwa. Siku ya kwanza tu kwenye kazi anapewa majukumu magumu kinoma. Mchana kweupe wanaingia mzigoni tena, wanamtuma yeye aende kama chambo. Binti katoka na begi la hela, yani kafanikiwa. Lakini ghafla wale sungusungu wanawashtukia, mchongo unaingia mchanga, watu wakaanza kukimbizana, lakini huyu mgeni anapata tabu kwa sababu kwanza hajazoea kukimbizana, maana yake yeye ndiye atakuwa wa kwanza kudakwa. Siku za mwizi ni arobaini, ila huyu yake imekuwa moja tu. Hatimaye wanakamatwa. Kumbukumbu za maagizo ni kwamba akikamatwa mtu anaiba, basi afe pale pale. Sasa wakati wanasubiria kufa, njia ile ile anapita mama yake na Oma pamoja na rafiki yake ambaye ni mama wa yule binti mgeni kwenye gemu. Bimkubwa akasema pale kuna nini, ila huyu mama pembeni akasema lazima atakuwa Oma tu. Ile kauli ilimkata kinoma Bi Mkubwa, ikabidi wasogee. Walipofika akawaambia mimi niliwaambia kuwa ni Oma. Anasema hivyo kwa sababu hajamuona bado mwanaye kuwa na yeye yupo pale. Alipogundua kuwa mwanaye yupo pale akashtuka. Sasa akaanza kusema yeye ndiye aliyesababisha Oma awe vile, kwa sababu alikuwa mtoto mzuri na kila kitu alikuwa anapata yeye kama nafasi za kazi na mwanaye anakosa. Sasa ili kumkomesha akamroga ili asiwe anapata zile bahati. baada ya ile wale mjambo wakaona ni bora wawasamehe hawa watoto wa kike kwa sababu haikuwa lengo lao kuwa kwenye ile hali, ila hawa wanaume wakabaki nao kwa sababu wao wameshafanya matukio mengi sana ya uhalifu. Hivyo hiyo ndiyo inakuwa ponapona yao na huu ndio unakuwa mwisho wa huu mzigo unaitwa gang of four. Hii ni The Storyteller Tz. Avieta, rusha ndege, ushinde wapi utatua. Uamuzi ni wako. Avieta inapatikana kupitia pmbet.co.tz.